Kwa namna ya kipekee na kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, wananchi wa jimbo la Shinyanga mjini, eme ni siseme, Mwenyezi Mungu alimchukua Dr. John Pombe Magufuli, ni mpango wa Mungu au katiba ilifaa. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, lakini Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa mujibu wa katiba alibeba jukumu hilo, aliahidi katika upande wa nchi kutekeleza mambo ya kiuchumi ya nchi yaliyo makubwa machache ni yataje kwa faida ya muda, na nyinyi mtakuwa mashahidi. Moja, kulikuwa na mpango wakati huo, changamoto ya umeme ilikuwa kubwa, na nitawaambia katika ngazi ya kitaifa na sisi jimboni tumefanya nini katika changamoto za umeme. Hata hapa jimboni Shinyanga ilikuwa haiwezekani tukawa na umeme kwanza wa uhakika lakini pili huwezi kupeleka umeme popote kama hamzalishi umeme wa kutosha bwawa kubwa la mwalimu nyerere ambalo lilikuwa na thamani ya matilioni zaidi ya trilioni saba mama huyu magufuli alimwachia akasema hakuna kitakachosimama kazi itaendelea leo unazungumza bwawa limekamilika linazalisha mega watu elfu mbili na mia moja kumi na tano habari ya kukatika umeme imekuwa zilipendwa piga makofu kwa dokta Samia katika jimbo lenye vitongoji vitongoji 84 vijiji 17 mitaa 55 ya jimbo la Shinyanga na tarafa tatu, ndio nawezi kupeleka umeme kwa sababu umeme wenyewe ulikuwa utoshi nchini. Kwa hiyo kwa ujio wa bwawa hilo, leo unavyozungumza Shinyanga, tulikuwa na changamoto ya umeme kwenye mitaa yetu kati ya 55, ni leo mitaa yote 55 ina umeme, piga makofi. Katika sekta ya maji Shinyanga tulikuwa na changamoto 2020, mkasema kuna maeneo ambayo hatuna maji. Tumeingia kwenye mradi mkubwa, leo tumeongeza mtandao wa maji, tumeweka DP vituo vya kuchota maji mpaka hapa ili zamata, nyinyi shahidi, na tunaendelea kuongeza mtandao na itakuwa katika mifumo miwili, maji safi na maji taka. Ukijenga nyumba yako peleka takataka kwenye bomba, hiyo kazi ambayo iko na pesa ambazo tunazo ni bilioni 195. Pesa hizi zitatengeneza mtandao wa maji, zitaongeza kupeleka kwenye maeneo ambayo maji hayafiki, ikiwa ni pamoja na mpango wa kupunguza bei ya maji, na tulianza nao Shinyanga mwanzo, bei ilikuwa kubwa sana. Uoko kweli. Changamoto ya shule peke yake hapa, tulivyokuwa tunaingia sisi, tulikuwa tunahitaji shule hapa, utoshelevu ulikuwa mdogo tunahitaji at least shule 44 nyongeza, lakini kwa Samia huyu tumejenga shule sita mpya za msingi kwa miaka mitano. Makofi kwa Samia. Lakini pia kwenye sekta ya elimu tumejenga madarasa zaidi ya mia moja kwenye maeneo mbalimbali na pesa nyingine imetengwa ambayo yatakamilishwa kwenye mwaka wa fedha unaokuja. Katika kipindi hicho hicho tumeleta chuo kikuu hapa Shinyanga, hakikuwepo tumepata dola za kimarekani laki like tano ambayo ni sawa na bilioni 11 tunajenga chuo pale la sirishirika moh sasa hivi linaenda hewani ni ghorofa majengo na madarasa yanajengwa tutapata wanafunzi zaidi ya elfu tatu wakizunguka wanapewa fedha ya Dkt. samia zaidi ya shilingi bilioni mia saba themanini na nane ambayo inatolewa kwa wanafunzi wa vyuo wa vikuu watoto hao watakapokuja kusoma hapo watakuja kwa mama anayesuka watamwachia hela wataenda kwenye kitanda, watanunua mbuzi, watakula, wameacha hela, wataenda watazunguka na bodaboda boda, wataenda disco wote, wanaachia hela, wenye mbao watawauzia pia, wenye nguo watauza. Hatujaongeza mzunguko wa pesa. Sasa unasubiri nini? Kupiga makofi. Hospitali tunazo, mikono ikijupa izamataoye